Wazazi wengine hatuna hata hiyo hali ya kununua nguo, nguo zimekuwa ghali sana. Tunashukuru, tunashukuru tena sana. Kwanza wale wa Kiislamu tumepata mavazi ya kuendea kuswali. Kwa mfano hiyo ambao nimevaa nimepata kwa hizo nguo ambazo wametuletea. Tunashukuru sana, na watoto wetu wa Kiislamu wengine wamepata mabuibui manguo za kufanana juu mpaka chini, huku shamrashamra ya sikukuu ya Eid al-Adha ikiwadia. Wakazi wa Garseni kaunti ya Tana River wanaoishi kwenye mabanda baada ya kuathirika na mafuriko na familia zisizojiweza wamepokea msaada wa nguo kutoka kwa wahisani. Na tumetoka kwa ajili ya mfuriko. Na wakati tulikuja tulikuwa na usaidizi hapa na pale mara kwa mara. Lakini zaidi tuko na mwaka tumewezetu wameacha kutupatia mkono mpaka wasahi. Kwa hivyo unaona hizi manyumba mnaziona, kwa wale wako na uwezo wameweka bati moja moja, lakini wale wengine majority wengi zaidi ni wale wako kwa banda na banda. Ile tarbala tulipewa sahii imeisha na inavuja na mvua, na tuko katika msimu ya mvua na baridi, na usiku, kusema ukweli, tuko na baridi ya kutosha, haijalishi wazee wala watoto. Akiongozwa na mwenyekiti wa pwani Patriotic Religious Leaders, Sheikh Abu Katada amesema kuwa lengo lao ni kuhakikisha kila mtoto na mzazi anaweza kusherehekea Eid kwa furaha. Sheikh Qatada ametoa wito kwa waumini wa Kiislamu kushirikiana kwa pamoja katika kuwakumbuka jamii zisizojiweza hasa wakati wa sikukuu. Na kama tunavyojua, eh, hali ya uchumi si hali, na baada ya siku za kuhesabika siku mbili tatu tutakuwa katika sherehe ya Idi, tukaona tuweze kuwakumbuka eh, ndugu zetu ambao kwamba wanapitia changamoto na hali eh, nzito ya kimaisha eh, maeneo kama haya eh, kwa sababu dini yetu ni dini ya huruma eh, dini yetu inatufunza tuwe ni wenye kuwasikitikia wale ambao kwamba eh, hawana nafasi ya kimaisha. Aidha, wazazi hao wameeleza kuwa hali ngumu ya kiuchumi na gharama ya maisha imewapelekea wao kuwa na hofu ya kusherehekea sikukuu na kusema kuwa msaada huo umewapa matumaini na kuwasaidia kujiandaa kwa sikukuu ya Eid, kwa furaha zaidi. Hali ya uchumi ya nchi yetu nafikiri sote tunajua, hasa hasa sisi wakati huu ambao tunaelekea sikukuu ama Eidul Adha. Wallahi inatutia moyo na inatupatia yani furaha ya eh, kuweza kusherekea kama wenzetu. Nikiripotia Runinga Anisa, Mombasa, langu jina Farida Ali.